Desturi ni mambo mtu anafanya, yamekuwa sehemu ya maisha yake, mambo yanayomsaidia mtu, siyo mambo anafanya mara moja moja. Nani amewahi kwenda jimu angalau usiku moja hivi ya maisha yake? Hata mimi. Lakini nani ambaye jimu imemsaidia? Nani ambaye jimu haikumsaidia? Mimi, mimi wa kwanza kwa nini haikusaidia? Je, jima isaidii? Kwa nini haijakusaidia? Yes, mara moja ukaacha. Mambo kwenye maisha yanaanza kuleta maana iliyokusudiwa yakifanywa kama desturi. Kuna mambo mtu anafanya kwa kuwa anajisikia, kuna mambo mtu anafanya kwa kuwa ni desturi. Sio kila siku utajisikia kwenda kazini si ndio? Lakini unaenda. Ndio maana kazi kwako imekuwa na manufaa. Sio kila siku utajisikia kwenda kwenye biashara si ndio, ndugu zangu, si ndio? Nataka nikiongea na wewe nijue naongea na watu ambao wananisikiliza kwa sababu ni usiku. Kwa hiyo nijibu, nijue, kwa sababu mtu anaweza kaa usiku, mtu anaeza kuwa hivi kumbe amesinzia zamani mno. Sio kwamba ana mpango wa kusinzia uh -uh. Amesinzia tena, amesinzia zamani. Kuna watu ni kama sungura anasinzia, akiwa ameangalia hivi kwa yu. Utaisi yupo, kumbe zamani sana amesinzia. Ndio maana nikikuongeresha ukanijibu, napenda zaidi. Haleluya! nilikuwa naongea nini? Naona no, uko umesinzia eh? Jimu ishapita huku kule shapita. <laughs> nilikuwa naongea nini hivi huko? no, shapita. Nimesema hivi Uk kuna wakati hujisikii kwenda kazini, lakini unaenda. Kuna siku unaamka hujisikii kwenda kwenye ile biashara, si ndio? lakini unaenda na ukienda unauza ile ulikuwa ujisikii, si ndugu zangu eh? kwa hiyo mafanikio ya mtu yamejengwa kwenye desturi ya mtu. Desturi ya mtu ndiyo mafanikio au uharibifu wa mtu. Desturi, kufanya jambo baya siku moja haikuharibu kivile, si siku moja tu haikuharibu, kama kama pia ambavyo kufanya jambo jema siku moja pia haikusaidii sana. Nataka ni kuondoe kwenye kufanya mambo kama tukio maalum, nikulete kwenye kufanya mambo kama desturi. Nasema tena, nataka nikuondoe kwenye kufanya mambo kama matukio maalum, ni maombi kwa sababu ni tukio maalum, ni ibada fulani maalum, kwa mtu ana panga mambo yake anajinyima hiyo siku anaenda sababu ni, ni siku moja maalum Ila hayo mambo ya siku maalum hayatakusaidia sana. Ni mambo ambayo mtu anafanya kama desturi, hata kama hajisikii. Sio kila siku utajisikia kufanya jambo jema lenye manufaa, lakini ukilifanya hata bila kujisikia litakuletea manufaa. Amen. Amen. Nimesema amen, amen. Ni mwanafunzi ambaye anaenda shule hata kama hajisikii, ndio baadaye tutaona faida ya yeye kwenda shule. Sio mwanafunzi ambaye siku anajisikia aendi, siku anajisikia anaenda. Huyu mwanafunzi ingawa ni kweli elimu ingemsaidia, lakini huyu mwanafunzi elimu haitamsaidia. Na ndivyo yalivyo maisha ya watu wengi, wanafanya mambo fulani ya muhimu lakini sio endelevu. Sio watu wengi anaomba bila kukoma, hivi unafahamu? Watu waga wanaomba, ila sio kila siku, hivi unafahamu? Kuna mtu mmoja hapo, kuna siku amewahi kukaa akasoma neno, unafahamu hivyo, ila aikuwa kila siku. Sio kila siku, sio kila siku. Maisha yamejengwa kwenye desturi. Ilikuwa desturi ya msa maandiko yanasema, ilikuwa ile Kutoka 33 ilikuwa desturi ya msa anakwenda kwenye hema ili aongee na Mungu. Desturi. Ilikuwa desturi ya Danieli kuomba mara tatu kwa siku. Anasema akaenda kuomba kama alivyokuwa akifanya hapo mwanzo. Ilikuwa desturi ya Yesu kuomba kila siku kama ilivyokuwa desturi yake. Ilikuwa desturi ya Yesu kwenda kanisani. Ilikuwa desturi yako. Mambo ukiyafanya kuwa desturi utaona faida yake. Yes. Desturi. Desturi. Kunataka sasa ni kuhamishe kutoka kwenye kuyafanya mambo kwa kujisikia na kuyafanya kama desturi, utaona faida yake. Nakuambia ukweli, kuna mambo yana faida ile kwako, faida yake, kwa sababu kwako wewe sio desturi, sio desturi, sio desturi. Hata ukiambiwa maombi yanasaidia, unasaka kivipi? Bwana, mii naombaga wewe, kwako siyo desturi. Desturi nasema desturi ndiyo inafanya mtu anakuwa imara au anapata faida ya mambo fulani yenye faida. Hata chakula, mtu anayekula kama desturi ni tofauti na mtu anakula akijisikia. Ndio maana watoto wadogo huwa wanalazimishwa kula hata kama hujisikii

kutoka tukio maalum, programu maalum, liamie kwenye desturi, nikwambia yeah. Jambo lingine ni rahisi kutengeneza desturi. Umri huu ni rahisi, ni rahisi. Mimi mi nasema tena, hata kama umri huu umeshafanya makosa mengi, mengi yanarekebishika umri huu Nakwambia kweli, nakwambia kweli, yanarekebishika, yanarekebishika umri huu. Hata kama umekosea sana, kuna mambo ulikosea sana, umri huu yanarekebishika, unakuwa sawa, unakuwa imara, unaanza kuishi. Watu watakushangaa, hawataamini ndio yule wa zamani, hawataamini. Yes, hawataamini, lakini inahitaji ile determination, ile dhamira ya dhati dhamira ya dhati ya kufanya mambo, sio kwa kuwa umejisikia, sio kwa kuwa mazingira yameruhusu, ya kwa sababu ni desturi. Ni desturi, Alhamisi tunakuja hapa. Amen. Desturi tangu nianze kukesha Alhamisi Ufufuo na Uzima, nimeanza kukesha nikiwa na miaka ishirini na kitu nafahamu kwa sababu nilikuwa sijamzaa mwanangu wa kwanza, sababu alikuwa jazawa, nilikuwa na kesha ya misi, na nilianza nilianza, hatakuwa wengi, ni wengi mno hapo, kabla ya hapo kabla ya hapo nilikuwa na kesha Alhamisi. Mpaka leo mwanangu amekuwa mkubwa, nimezaa na mwingine pia amekuwa mkubwa, na mwingine pia mkubwa, mpaka wanangu wote pia wakiwa likizo wanakesha Alhamisi <laughs> yes. Wana kesha wana kesha, na mimi sijawahi kuambia wakesha, sijawahi kuambia, sijawahi kuambia, ila tu kwa nini Alhamisi sipo, unaendaga wapi? Unaendaga wapi? Twende wote, sema kanjoni wanasinzia siku nyingine, wakija wanakesha mpaka saa hizi. Wanatamani Alhamisi waje, wakiwa likizo Alhamisi wanakuja. Ila nilianza kukesha hawajazaliwa, mpaka leo na kesha hapa, nimeanza kuota mvi, na inavyoonekana inavyoonekana, sina dalili ya kuacha hivi karibuni. Ni umri yani ifanye desturi. Maisha sio mepesi. <laughs> Waliofanikiwa wote wanafanya mambo magumu. Mfanyabiashara yote aliyefanikiwa, kina Moawa, kina Bakresa, usidhani nyepesi. Wanachelewa kulala, wanawahi kuamka, sio rahisi. Ukifanya mambo kwa raharaha, hutaishi maisha magumu. Maskini wengi wanaraha sana, ndio maana wanazaa mno. <laughs> anazaa mno, kwa sababu jamaa yupo tu, saa tisa yuko nyumbani fapisa tisa, yuko nyumbani. Mwanume lazima utazaa sana, lazima. <laughs> Saa tisa huko nyumbani, saa tisa ila ah, wanaume wana chakali, ndio maana mwanamke lazima achague. Mume wangu hana muda na mimi, chagua akiwa na muda na wewe, hata kuwa na hela, chagua chagua, chagua. Unapenda uwe na muda naye saa tisa, atinge nyumbani saa tisa, mcheze game saa tisa pale mwangalie TV pamoja akusaidie kuchambua mchere sawa, saa tisa. Bila ukiomba hela kusuka akwambia sina, kuna ishu na isikilizia ya hiyo <laughs> mwanaume mwenye muda na wewe, ujue ule muda na wewe, ilibidi awe anatafuta hela, sasa ana muda na wewe. Sasa kwa usilomkie, mwanangu mimi, hana muda na mimi, usilomkie siku hizi hana muda na mimi, mimi nikimwomba hela ya kusuka anakuwa mkali, hana hela. ule muda wa kuwa na wewe ndo angeutumia kutafuta hela. Hana hela, sasa mvumilie muda siyo nao na wewe. Chagua huwezi kupata vyote. Atarudi. Kuna wanaume ambao pia hana muda na kivile ila ana hela, sasa ukiomba hela ya kusuka anakupatia na nyingine ambayo kumwomba zipo ya kuchagua. Chagueni hivi leo mtakayemtumikia. Ni <laughs> Ye, ya, sabwe, anazo. Haleluya. Ndugu zangu vijana, maisha sio mepesi, hii dunia waliofanikiwa. Hata shuleni ukiona mtu anapata anafaulu, anateseka ujamaa eh, uh, anasoma sana, anaamka mapema lambao anapenda raha tu saa nne, saa tatu ameshalala, anaamka saa mbili asubuhi amechelewa, kipindi anaingia cha saa tatu good time kija matokeo dfd ni kama magari yale ya, ya serikali df nini yale yana DF DFD DFP. Hata ukimwona mtumishi wa Mungu aliyefanikiwa kuna mateso. Ukiona mtu mwangalie mtu, mtu yeyote aliyefanikiwa kwenye jambo lolote ameteseka, hata wafanya, hata wana michezo Ukiona tu unasema, ah, Ronaldo ase alipiga hivi alipiga hivi ikaenda hivi ah, amefanya mazoezi muda mrefu. Ah, jamaa ese jamaa alifanya hivi ikapanda hivi, kufanya mpaka ipande hivi <coughs> mazoezi, anamka asubuhi, anakwenda gym mazoezi, anakimbia kwenye baridi, anakimbia ili tu ili acheze dakika 90. Mazoezi yake ni ya wiki tatu, ili aje acheze dakika 90. Anaumia, anaumia ukiona pia hata pia ana muziki pia mpaka aje atoe wimbo watu wafurahie, mazoezi yake ukimkuta kwenye mazoezi